Basi tuendelee kuomba mikopo kupitia mifuko inayowezesha vijana kiuchumi ikiwemo mikopo hii ya halmashauri asilimia kumi, lakini sijui kama mna taarifa kwamba baraza la uwezeshaji wananchi kiuchumi NEEC wanao pia mifuko mbalimbali mbali ya vijana. Sijui nani ana taarifa ya mifuko hiyo. Tuna kazi ya kuelimisha vijana wetu kwa sababu uchumi siasa, sasa hivi lazima iendani na uchumi, vyote vinaenda sambamba, lakini tuna mifuko miwili ya ofisi ya waziri mkuu inayowezesha kumkopesha kijana mmoja mpaka shilingi milioni hamsini moja, ukiwa umeandaa andiko lako wazo lako vizuri. Sasa hizi ndio kazi yetu sisi vijana kuambiana mama mkwe kwa nani? <laughs> Lazima vijana wajue kwamba kuna mifuko mbalimbali iliyowekwa na serikali kwa, kwa ajili ya kuwawezesha nyinyi kujikwamua kiuchumi. Uchumi, uchumi oye! Na kule ofisi ya waziri mkuu wanatoa mpaka mikopo ya milioni hamsini kwa kijana mmoja. Kachukueni hizi fursa vijana, tuchangamke na kama yupo ambaye atakwenda kuzitafuta hizi fursa, sisi tuko tayari kumsemea, kumsaidia wazipate. Tunatamani kuona kizazi cha vijana wanaojitegemea kiuchumi, sio tegemezi. Rais Samia hataki kuona vijana tegemezi, ndio maana anatengeneza mfumo mzuri. Vijana tuchangamke, viongozi tuwaunganishe vijana na hizo fursa. Fedha zipo wazichangamkie tuwalee hapa tuna uwezo wa kutengeneza watu wengi ambao wana biashara kubwa ndani ya Gongo la Mboto ndani ya Ilala na ndani ya Dar es Salaam